Mechi ambayo imekwenda vizuri, kwanza hakukuwa na rafu za kishamba shamba, lakini vile vile hakukuwa na upotezaji wa muda wa aina yoyote, wameruhusu mpira uchezwe na wame nipate nipate ushindi kwa hiyo, kwa hilo tunawapongeza KNC. Wamecheza mpira usiokuwa na mashaka mashaka ndani yake na, na wamefungwa kwa kwa, kulingana na makosa yao na ubora. Tumemaliza syndicate tu yetu ya mechi 4 eh, ngumu ambazo zilikuwa zimebandana kama tasbihi na tumeweza kupambana kuchukua alama kumi na mbili katika mechi hizo. Haikuwa kazi nyepesi, haz shukrani za kipekee Mwalimu Fadlu Davis kwa kuweza kufanya rotation kubwa ya wachezaji, kumpa nafasi mchezaji mmoja mmoja tofauti tofauti kwenye kila mechi e, na hatimaye kufanya Simba kufanikiwa kuinuka na alama kumi na mbili. Nadhani katika mechi hizi ni Sakamara pekee ni ambaye hajafanyiwa mabadiliko, lakini wachezaji wengine wote wamefanyiwa mabadiliko. Kumekuwa na mzunguko wa hapa na pale, yote ni kuweza kumach na ugumu wa ratiba imeibuka na ushindi hii leo wa magoli mawili kwa moja. Haikuwa mechi nyepesi sana na haukuwa ushindi wa kufanya urasi, lakini yote kwa yote tunawashukuru wachezaji wetu kwa kuwa na ubora usio mithilika na kuiwezesha Simba kufanikiwa kupata ushindi katika mechi hii ya leo dhidi ya KMC. Sema je, mmefanikiwa kushinda vikombe vyenu vinne mfululizo. Pengine hii ni message kwamba mnalitaka taji la NBC. Absolutely. Tunalihitaji taji la ligi kuu ya NBC. Kuna muda mrefu, miaka 53 mitatu hatujachukua kuiii, kwa hiyo unaona kabisa tunastahili kuchukua kulingana na ubora wa timu tuliokuwa nayo na mwenendo waliu, unaona kabisa, e, Simba ipo kwenye nafasi nzuri ya kuchukua ubingwa. Kwa hiyo tumepata ushindi katika mechi hizi ambazo naamini watu wengi sana wamekuwa surprise. Wapinzani wetu wengi walikuwa wanasubiri e, Simba adondoshe alama katika mechi hizi ili waweze kufanya sherehe zao lakini tumeanza mechi ya kwanza na Mashujaa, hawakuamini kilichotokea. Mechi na JKT, hawakuamini kilichotokea. Mechi ya Pamba halikadhalika. Basi ah, labda baba mwenye nyumba atamzuia mpangaji wake, lakini bado naye tumemfanya vibaya nyumbani kwake. kwa hiyo tume chukua alama hizi kumi na mbili mimi naamini kuna watu hivi sasa wame nafsi zao zimechemka upya, nafsi zao zimepata moto upya na zimepata mhaho upya na zimepata umboga upya baada ya Simba kupata ushindi katika mechi zake hizi nne za vikoro Naumba swali lake, wakati anaendelea kufikiria swali lake semaje. Mimi nafahamu bila shaka kidogo kimataifa, mambo ya k ya kimataifa ndiko ambako tuna kesho majira ya saa tano kufika salama, tuta, tutazungumza naji waandishi wa habari kuwatangazia program nzima ya Simba kuanzia tarehe ya kuondoka wachezaji wanaondoka na ratiba nzima ya Simba Sports Club ikiwemo kauli mbiu kuelekea katika mchezo wetu na vilevile kama haitoshi ratiba na mpango mzima wa hamasa kwa mechi ya marudiano na vi. Kwa hiyo hili la kimataifa, ndugu zanguni, kesho niwalike makao makuu ya Simba Sports, majira ya saa tano asubuhi, twende tuzungumze kuhusiana na maandalizi ya mnyama tuelekea katika mechi dhidi ya RS Berkane. Ya, kwa kweli e, tumepata kipimo kizuri sana namna ambavyo wapinzani walikuwa wanacheza kwa nguvu na kukamia, sisi kwetu ilikuwa inatupa e, faida kubwa sana, na hasa katika mchezo wa leo, na yenyewe imetupa fuzo e, kubwa. Kama mmeuangalia mchezo vizuri e, muda mwingi wachezaji wote kumi na mmoja wa, wa, wa, wa KMC walikuwa wanakaa wana, wanakaa wana, wana, wana nyuma ya mpira ama walikuwa wana defense wanalinda yani, hivyo ndivyo ambavyo Merekani atacheza kwenye mechi ya fainali hapa Benjamin ma kwa leo tulikuwa tunafanya mazoezi namna gani ya kufungua loki za KMC ili Berkane atakapoamua kutaga na kukaa nyuma, tujue namna gani ya kumfungua. Na bila shaka mmeona, ndugu zangu, aa na namna na, ya kumfungua ufunguo anao Joshua Mutale namna fulani anapiga 1 2 anachukua anaweka anaweka goli. Sasa ile ndiyo tulikuwa tunafanya zetu mazoezi namna gani ya kwenda kumkabili mpinzani wetu atakapoamua kukaa nyuma. Kusema kweli, mimi ni washukuru, yapo kuna ambao waliona wanatukomoa, lakini in a real sense walikuwa wanatupa mtihani ambao tukiufaulu tunakwenda kufaulu kwenye michuano ya kimataifa. Mechi na Mashujaa, namna ambavyo ilikuwa ngumu sisi pale, tulikuwa tunaongeza fitness yetu. Mechi ya JKT Tanzania, namna ambavyo ilikuwa tafu, tulikuwa tunaongeza ubora wetu. Mechi na Pamba Jijini, namna ambavyo ilikuwa ngumu sisi, tulikuwa tunaongeza umakini. Mechi na KMC namna ambavyo waliamua wachezaji wote kumi na moja kukaa nyuma na kupiga counter attack, ndivyo ambavyo mpinzani wetu atakuja kucheza Benjamin Mkapa, na sisi tukafanikiwa kumfungua na kumfunga magoli mawili. Kwa hiyo tumepata mazoezi mazuri kwelikweli, ambao baada ya mazoezi hii sasa, tunayo imani na matumaini makubwa sana nyama na kwenda kufanya vizuri kwenye mechi ya finali. Uh, uh, kwenye football tunaangalia nani amefunga magoli mengi zaidi huyo, uh, ndio ndio mshindi. Mpaka sasa hatumdai Camara chochote kile, kwa sababu tayari ameshavunja rekodi ya msimu iliyopita ya kuwa na clean sheet eh, kumi na sita. Anashikilia rekodi hiyo, ama aliyekuwa na rekodi ya, ya, ya, ya clean sheet msimu uliopita eh, alikuwa ni kipa wa Coastal Union Ray Matampi, alikuwa na kumi na tano. Uh, msimu huu mpaka muda huu nazungumza nanyi tayari Musa Kamara ana uh, clean sheet kumi na sita. Remember huyo ni mchezaji mpya, kwa hiyo haya mengine anayotokea yote ni bonus, wala hatumdai as long as timu inapata ushindi, sisi we are very happy, lakini ni jambo la kuongeza umakini zaidi kwenye eneo la ulinzi ili kutoruhusu kufungwa, na unajua, saa nyingine timu kubwa huwa hatupendi kufungwa yaani, tuna